Bwana Yesu asifiwe sana, haleluya, watu wa Mungu. Ninamshukuru ah, Mungu sana tena kwa kibali hiki ambacho ametupa leo. Ninamtukuza sana Bwana. Sasa tutaendelea kujifunza habari ambayo tumekuwa tumejifunza toka tumeanza somo hili ambalo linasema ya kwamba kimbilia kwa Mungu hautaibika. Tuliisha pointi ya tano, nikasema tutaendelea nayo leo, ambayo tukasema ya kwamba ikiwa umemkimbilia Bwana, tambua ya kuwa Mungu anaweza kuwafanya watu wasio wazizi takatifu kuwa ndani ya zizi. Ikiwa wewe umemkimbilia Bwana na ukawa ndani ya zizi takatifu, lazima uelewe vilevile hata wale wasio katika zizi, aliyetoa ni Mungu mwenyewe na sio mwanadamu, kwa sababu neema ambayo umeipata ni kutoka kwa Mungu aliye juu Si kwa sababu wewe unafaa sana, sio kwa sababu wewe ni special sana kwa Mungu, no, bali ni kwa sababu ya neema yake ambayo Mungu anaiachilia kwa kila moja. Sasa sana, jinsi yeye apendavyo, Bwana anaweza kuwatengeneza, Bwana anaweza kuwafanya wawe katika zizi. Maana yake ni nini nayasema? Maana yake hautakiwi kuwa na choyo kwa wewe ambaye umemkimbilia Bwana hautakiwi kuwa na moyo wa ubinafsi kwa wewe ambao umemkimbilia Bwana. Haleluya! kwa sababu neema ulio nayo au neema uliyoipata ya uo okovu. Kwa nini nasema ya kwamba hautakiwi kuwa na choyo, hautakiwi kuwa na moyo wa ubinafsi? Watu ambao tumemfanya Mungu wetu kuwa kimbilio, hatutakiwi tuwe wa binafsi, hatutakiwi tuwe na choyo, lazima tuwe watu wenye upendo kwa watu wengine pia ambao hawajasimama au hawajamfanya Mungu kuwa kimbilio lao, lazima tuwe tayari kuwaeleza namna jinsi au uzuri wa, wa, wa Mungu ulivyo endapo ukimkimbilia. Lazima uwe tayari kuwaeleza habari za uzuri, endapo watu watamkimbilia Bwana, watamfanya Mungu wa kimbilio lao Bwana Yesu asiwe sana. Usione furaha wenzako wanapoteseka, wewe peke yako una amani. Usione furaha wenzako wanapopotea, wewe ndio uko salama. Ile unatakiwa kuliangalia na kulizingatia kama mtoto wa Bwana ambayo umemfanya kuwa kimbilio lako, huyu Mungu aliye juu. Usione furaha kuwa na amani peke yako, wengine wanateseka, wengine hawana furaha wengine hawana amani katika maisha yao. No, haitakiwi kuwa hivyo, haitakiwi kuwa hivyo. Wewe kama mtu ambaye umemkimbilia Bwana, umemfanya Mungu kuwa kimbilio lako, lazima uwe na moyo wa upendo, uwe na moyo wa upendo hata kwa wale ambao hawamjui Mungu bado, hata kwa wale ambao hajamfahamu Mungu bado. Usikae kwa kujitenga, usema ah, watajua wenyewe, watajua wenyewe kazi yako itakuwa ni bure, kwa sababu umewekwa hapo na Mungu, amekupa hiyo neema ili wajulishe nao wengine ambao baada hawajajua njia hawajajua faida hawajajua hawajajua umuhimu wa kumkimbilia ya Bwana. Yamkini wanategemea miungu mingine, yamkini wanahangaika, wanatoa sadaka za mifugo yao, wanatoa makafala ili waone wapate amani katika maisha yao, na amani yenyewe ni ya muda, wanayesiwasiwe sana. Ujue shetani ni mwongo, anaweza akakupa amani ya muda, ukajihisi uka ya kwamba uko sawa. Wewe jiulize tu kwa swali dogo, kwa wale ambao wanaenda kwa waganga: kwa nini wanaenda kwa waganga mara kwa mara, na kila kienda lazima aambiwe na kitu cha kutoa kama alichinja mbuzi mweupe, akienda tena atamwambia kalete kuku mweusi, akienda siku nyingine akatafute ng'ombe mwekundu, enda tena akatafute hiki. Sasa haiwezekani Mungu wetu, Mungu wa kweli, awe anataka vitu vya tofauti tofauti, anataka hiki ili mponye, anataka... Mungu wetu ni Mungu wa upendo. Ifike mahali tusiwe na choyo Tuwaeleze namna Mungu ambavyo anaweza akawasaidia bila kuhangaika, bila mateso, bila mateso ya kutoa kafara, ya kuuza ndugu zao, ya kuwafanya miskule watoto wao wengine, wengine wazazi wao wengine, watu wao wa karibu. Bwana Yesu asiwe sana tuwaeleze inawezekana kufanikiwa pasipo kufanya maovu hayo. Inawezekana kufanikiwa pasipo kutenda mabaya hayo. Bwana anaweza akawafanya wakawa watakatifu hata kama wamechafuka na wameharibika kwa kiasi gani, Bwana anaweza kuwatengeneza. Tusiwe na choyo, tuwaeleze, tuwambie. Yohana Mtakatifu sura ya kumi mstari wa kumi na sita neno la Mungu inasema hivi, na kondoo wengine ninao ambao si wa zizi hili, na hao nao imenipasa kuwaleta, na sauti yangu ataisikia, kisha kutakuwako kundi moja na mchungaji mmoja. Bwana Yesu asiwe sana, mchungaji wetu anatakiwa awe ni mmoja katika maisha yetu. Neno la Mungu linatuweka wazi, ni Mungu mwenyewe anazungumza, anasema ana kondoo wengine pia ambao bado hawajaingia katika zizi takatifu, ambao vile vile imenipasa na wao kuwaleta katika zizi, nao wataisikia sauti yangu, na mchungaji wao atakuwa wa ni mmoja, na watakuwa ni kundi moja. Huyu ni Yesu anazungumza haya maneno ya kwamba wapo kondoo ambao hawako katika zizi, ambao bado hawajapona bado hawajapata ufahamu na uelewa kuhusu huyu Yesu, kuhusu ukombozi, kuhusu uhuru wa Kristo. Anasema nao imewapasa na wao wanatakiwa kurejea katika zizi, wanatakiwa na wao kuingia katika zizi takatifu, na vilevile vile pia wataisikia sauti yake na tutakuwa kundi moja tutakuwa kundi moja wote, tutakuwa kundi moja na mchungaji wetu atakuwa ni mmoja, kimbilio letu atakuwa ni mmoja, Mungu pekee. Sasa leo ni ajabu kidogo, leo ni ajabu kidogo. Niulize, ajabu ya nini? Ajabu yenyewe ni hii: leo hii kuna watu wengi tunasema tumemkimbilia Mungu, lakini cha ajabu tu makundi tofauti tofautitofauti. Haleluya! leo wa Kristo makanisa Kanisa la leo linasema limemkimbilia Bwana, limemkimbilia Mungu aliye hai, lakini cha ajabu, sio kundi moja. Kuna makundi mengi mengi, kuna makundi wengine wanaojiona watakatifu sana, kuna makundi ya ya, ya uovu kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jamani wapendwa, tuko katika hatari, unakuta ndani ya kanisa kuna makundi makundi makundi Halafu najiuliza, hivi huyu mchungaji atajigawaje kuchunga makundi ya aina tofauti tofauti, na hali neno la Mungu linatuambia kwamba imetupasa tuwe kundi hili ni moja, na mchungaji ni huyu ni moja. Sasa leo, kwa nini tuko makundi tofauti tofauti? Ni kwa sababu watu wengi wamejaa na mioyo ya ubinafsi, wamejaa na mioyo ya choyo ndani yao Hawajaruhusu mioyo yao itailiwe, hawajaruhusu mioyo yao igeuzwe, itengenezwe. Utakuta ni makundi mengi ndani ya kanisa, ndani ya kanisa watu wanasema wameokoka, lakini makundi tofauti, lugha tofauti. Watu wanasema wameokoka, si kabila moja? Tukiokoka si tunakuwa kabila moja la Yesu Kristo hai? Sasa leo hii kuna watu waliookoka makabila tofauti tofauti, kuna Wakuria, kuna Wahaya makabila tofauti tofauti, kuna Wasukuma humo, kuna Wasandawe kila mahali, na wanasema wote wamefanyaje? Wameokoka, na kimbilio lao ni nani? Ni Mungu mmoja, lugha ni tofauti, ni lugha gonga. Na ndani ya kanisa huyu atakuja ato, utakuta anakemea uovu huu, mwingine atakuta anasifia uovu huu, huyu mtumishi wa atakuta anasema dhambi hii, mwingine atakuta hii zambi anaitetea Utakuta mtumishi huyu anamsema mwenzake, mwingine anamwombea. Haya, sasa mwingine anatukana, mwingine anaombewa. Sasa hatuelewi, inafika mahali inachanganya watu, sio tu watu, hata Mungu mwenyewe tunamvuruga. Haleluya, watu wa Mungu, ni jambo ambalo tunatakiwa kuliangalia kama watoto wa Mungu. Enapo tumemfanya Mungu awe kimbio letu ha, tunatakiwa tuwe na moyo moja, tunatakiwa na letu moja. Kwa nini tusiige basi, hata wachawi jinsi walivyo na umoja, namna wachawi wanavyoelewana? Imefika mahali watu tuliomjua Kristo tunazidiwa hata na wachawi. Wana umoja kuliko sisi, watu ambao tume, tunasema tumekombolewa. Tunazidiwa na watu ambao wapo kwenye vifungo, wana umoja kuliko sisi tunatakiwa kuwa watakatifu kama Baba alivyo mtakatifu, na vilevile vile tuwe na tamani na wengine vile vile. Aa, wawe watakatifu kama Baba alivyo mtakatifu, kila mmoja akiwa na shauku na kumwonea wivu mwenzake, asimame katika msali mzuri, bila vurugu, bila fujo yoyote, bila kutukanana, bila kusengenyana, bila kusemana vibaya. Bwana Yesu asiwe sana